Mapumziko, ambalo limewekwa juu kikomo cha masumbuko. Basi tuombe. Mungu mwema, Baba mtakatifu, tunashukuru kwa ulinzi wako katika juma hili, tunashukuru kwa neema na fadhili zako ambazo umeendelea kutukirimia katika maisha yetu kila siku. Yamkini mipango yetu haijatimia katika wiki hii au katika mwezi huu au katika mwaka huu. Lakini Baba, tunaendelea kukutegemea wewe. Tunajua hii ni nafasi ya kuonyesha ukuu wako kwetu katika mambo yetu. Wana na binti zako wamekuja tena hapa kwa ajili ya kukufanyia ibada na kukurudishia shukrani kwa namna ambavyo umekuwa mwema kwao. Kapokee ibada zao Masaa haya tena jioni, na mkabidhi Mzee Kerenge mikononi mwako, unapoenda kumtumia kwa ajili ya somo la jioni hii ya leo, jina lako likaendelea kupewa sifa. Kapokee baraka zetu tunaomba tukiamini kwa jina mwena Yesu Kristo, amen. Basi niwashukuru wote kwa kufika na niwakaribishe jioni hii ya leo. Tutaenda kufungua Sabato na tutaletewa somo na Mzee wetu Ellon Kerenge basi tuendelee kuwa na utulivu na kusikiliza kile ambacho roho wa mungu ametamani tukisikie katika jioni hii ya leo mungu awabariki sana mimi mwenyekiti naitwa msafiri makanta karibuni wote mzee karibu kwa somo la jioni Wapendwa, habari za jioni. Sabato njema. Jamani, mbona sauti nasikia mzee Roe na mzee tumtani pale? Naomba turudie tena. Sabato njema. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. na mambo yake yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. hasa yeah, yeah, yeah. Ni wangapi walio na furaha? Asante, ni jambo la kumshukuru Mungu ya kwamba wote ambao umeingia huko ndani mna furaha kwa sababu ya ulinzi wa Mungu ambao ametulinda katika wiki nzima hii. Leo sitafundisha sita somo au sitatoa somo geni sana, tasoma, tarudi kwenye somo lile ambalo ni la kawaida. Siku sita zimefanya nini? Sabato imefanya nini? Mungu wetu aliumba dunia hii muda wa siku ngapi? Eh, siku ya saba. Sasa sitarudi mwanzo, ila nitapenda niangalia katika kitabu cha Kutoka sura ya ishirini. Wana wa Israeli walikaa Misri zaidi ya miaka mia nne. Mzee mtaji, miaka miangapi? Labda niuliza hapa, ni wangapi ambao wana miaka mia walioko kanisani? <laughs> Yaani wote wanatikisa vichwa. miaka hamsini, wote wanatikisa vichwa. Nikisema miaka ishirini kurudi chini, nafikiri kanisa zima litanyosha mikono. Wana wa Israeli walikaa Misri zaidi ya miaka mia nne. Yale yote ambayo Mungu alikuwa amezungumza na wana wa Israeli mwanzo, akina kina Ibrahimu, kina Isaka, kina Yakobo, yakawa yamesaulika, wakaanza kuabudu miungu ya Misri wakaanza kula vyakula vya Kimisiri, wakamsahau Mungu aliye muumbaji wao. Wakati Musa amevuka na wana wa Israeli katika ile bahari ya Shamu, Mungu anataka kuwatengeneza upya, ya kwamba mmekaa katika hali ya utumwa, mmezoea mambo ya utumwani, sasa nawafanya kuwa taifa jipya, taifa linalomfaa Mungu. Katika kitabu cha Kutoka sura ya ishirini nitasoma mstari michache kuanzia mstari wa kwanza alafu ntaruka kidogo. Anasema hivi Mungu akanena maneno haya yote, akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misiri, katika nyumba ya utumwa, usiwe na miungu mingine ila. Jamaa, naomba tua, tunakwenda wote. Mungu anawaambia wana wa Israeli, mimi ni Mungu wako niliyekutoka katika nchi ya Misiri, usiwe na miungu mingine ila mimi akiwa ana maana kwamba ile miungu yote mliokuwa mku naabudu katika nchi ya Misri, kuanzia sasa achaneni nayo, niangalieni mimi ambaye ni Mungu mumbaji, Mungu niliyowavusha katika bahari ya Shamu, mimi niliyemwaahidi Ibrahim, Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na ninaendelea kutoa hiyo ahadi yangu kwenu kama mtatii na kuenenda kama ninavyohitaji. Amri ya pili anasema hivi, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko mbinguni wala kilichoko chini duniani wala kilichoko majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza watu maovu za baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne chao wanichukiao, nami na warehemu maelfu na maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Mungu wetu anasema ni Mungu mwenye wivu, anasema usivisujudie wala kuviabudu. Binadamu wamefika mahala, anatembea na kairizi, mzee Roy, nafikiri na unakumbuka, ile miaka ya nyuma mtu anatembea na kairizi hapa kwenye mfuko, kwenye suruali, kwenye duka lake, anasema akatamlinda anasema, hakata kusaidia lolote lile. Mimi ni Bwana Mungu wako, nisijudie mimi, niabudu mimi peke yangu, nayo utaokoka. Anasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mwesabia hana hatia mtu yule alitajaye jina lake bure. Imekuwa jambo la kawaida siku hizi, mtu anasema aki ya Mungu, uongo mtupu, anaapa Ndugu zangu wale Wachaga wa, wa, wa nakwambia, Yesu na Maria ha, Yesu alimwona mpaka alawe na Maria wake hapo. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, kama ni jema sema ndio, kama sio kweli sema hapana, usije ukaapa kwa uongo. Hata kama ni kweli mwambie kama, hicho kama unasema ni kweli ni kweli, kama ni hapana sema ni hapana. Nakwenda kwenye fungu letu ambayo nataka tulizingatie jioni hii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 maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, na akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato akaitakasa. Kile kitendo mulichokifanya watumishi wa Bwana jioni hii, ndicho kinachokubalika mbele za Mungu ya kwamba mmejiandaa, mmefanya shughuli zenu, na inapofika siku ya Sabato masaa mazuri kama haya, unapoingia mbele za Bwana unapaswa kupumzisha akili zako, fikra zako, hata mifugo uliyo nayo inapaswa kupumzika siku ya Sabato. Wengine tuna tendesi moja ambayo ni mbaya, anasema, mimi ni Msabato, lakini hili hi gari langu hili linaweza likafanya kazi hizi, mifugo yangu hii ng'ombe hii inaweza kwenda shambani ikalima. Bwana anasema hivi, hiyo ni amri sasa wala haombi usifanye kazi wewe wala watu wote walio ndani ya malango yako, hata vifaa vyako siku ya sabato vinapaswa kupumzika. Nilikuwa nasoma katika kitabu kimoja cha Mama White katika matukio siku za mwisho, anasema kwamba Shetani alipopigana kwa kutumia nguvu, akaona watu wa Mungu wanaongezeka, akatafuta aka kitu kinachoitwa konsesas makubaliano akasema, kama watu wa Mungu wanatunza Sabato kwa nguvu zao zote sasa, tuitunze na siku ya kwanza ya juma ambayo Yesu amefufuka naye ni takatifu. Na imechukua watu wengi wakiabudu siku ya kwanza ya juma kama sabato ya Bwana, kitu ambacho sio sahihi. Biblia inakuambia kwamba Mungu aliumba dunia kwa muda wa siku sita kwa hiyo siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili, ikiwemo mpaka siku ya Ijumaa, bwana alifanya kazi. Siku ya sabato alipumzika. Wapendwa, napenda kuwasihi mbele za bwana kwa ya kwamba tunapoingia masaa matakatifu ya bwana tuwe tumejiandaa vya kutosha. Kesho tutakapokuwa tukifunga sabato, anza maandalizi yako mapema. Fua nguo zako, nyosha nguo zako, nunua mahitaji yako ya nyumbani mapema, ili inapoingia masaa mazuri ya sabato ya kukute uko tayari kwa ajili ya Sabato, tofauti na pale utafanya kazi na siku ya Sabato. Mwenyekiti wangu, naomba turudie kale kwa wimbo wetu, siku sita zimepita na sabato ya Bwana imerudi, na baada ya hapo nitamwomba mzee Mtani asogee hapa kwa kutuletea ombi bwana awabariki basi tutasimama wote na wimbo wetu namba 81 siku sita zimepita tusimame Siku sita zimepita. Tuende. Siku sita zimepita. Sabato tote na karudi. Shangilie roho wake roho yatulizwa, kupita siku nyingine, moyo wetu ufurahi na kutoa mashukuru

Baba yetu mtakatifu na Mungu wa mbinguni. Tunasema asante jioni hii kwa kutukubali kufika katika Sabato yako takatifu. Mungu wa mbinguni, kwa neno ambalo tumelipata siku ya leo likatusaidie kuishi katika maisha yetu ya kiroho ya kukufuata wewe, Mungu wa mbinguni. Jioni hii tumekuja hapa tukiadhimisha kabisa. Tumefanya kazi siku sita na leo tumekuja kupumzika. Tusaidie Mungu wa mbinguni, na yule ambaye anatufuatilia pia katika mtandao. Mungu wa mbinguni, tusaidie wote kwa pamoja. Lakini jioni hii tunakuja mbele zako tukiomba msamaha wa dhambi, zaidi ya yote katukumbuke katika ufalme wako. Tunaomba kwa ajili ya ibada ambayo kesho asubuhi tutaendelea nayo. Wabarikie watu wako wote wanaotamani kufika katika ibada yako na uwawezeshe wote watakao jitahidi kufika wafike salama. Tunaamini utakuwa pamoja nasi na mipango ya kesho utaisimamia kwa kadri ya mapenzi yako, ndivyo tuombavyo katika jina lako Yesu Kristo, amen. Basi ni kushukuru mzee Kerenge kwa somo hilo zuri, ni washukuru wote pia kwa kufika kwa ajili ya ibada. Mungu awabariki sana. Kesho tena tutakuwa na ibada nzuri hapa na tukijua kabisa kwamba tuna tukio lile muhimu la kumtambua mchungaji wetu. Kwenye magrupu yetu huko, tumeendelea kufanya jambo fulani kwa ajili yake, basi tujihisi na tutamani kushiriki katika hilo, na mkaribie tena kesho mzee um, Wapendwa, habari za jioni tena. Hey, leo mzee roi sauti okay, azitoki watu sijui, yale mabomu yana <laughs> jamani, habari za jioni. Bwana ni mwema, yaani unapopumua. Wale mliopitia JKT jeshi, mgambo, ukilisikia risasi linapita, maana yake ujafa. Likikugusa umeshaondoka. Kwa hiyo nyinyi ambao mko hapa wote, tuko salama. Kwa hiyo Mungu awabariki sana, amina. Kama napenda kukazia alichokizungumza mzee wangu ya kwamba kesho ni siku ya kumtambua mchungaji wetu pasta. Mnafahamu mchungaji wetu anaitwa nani? Jamani, ni wangapi ambao wanafahamu mchungaji kwa jina lake? Wachache. Mungu wangu anaitwa Rais Mande, kama alivyozungumza mwenyekiti wangu ya kwamba kesho ni siku rasmi ya kumtambua mchungaji wetu, na na imani ya kwamba vijana, watoto, kina mama, kina baba na wale wengine wote ambao hatuna idara zozote zile ambazo ni wanachama, kesho njoo na zawadi yako ya kumuenzi mchungaji pia tutakuwa na kwaya ya Kurasini kesho. Tutakuwa na programu ya nyimbo kuanzia saa nane, labda kama taratiba itabadilika, lakini kuanzia saa nane asubuhi, wananiambia kama ni asubuhi, kwaya ya Kurasini tutakuwa nayo kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo tutakuwa na nyimbo nzuri nzuri sana kesho kutoka kwenye kwaya zetu na kwaya ya Kurasini. Na ninawaomba ndugu zangu ya kwamba kwa wale ambao hawajafika waelezeni ya kwamba kesho Mwenge ina tukio moja la maana sana usikose. Na nafikiria kwamba program kuanzia kwanzia saa nane kuelekea mpaka jioni kutakuwa na mambo mengi ambayo tutakayomshukuru Mungu kwa kipindi hicho. Mzee Roy, mzee Mtani, elda, una jambo jingine lolote? Bwana awabariki, Bwana awalinde, Bwana awaongoze hadi tutakapoonana. Na tunapoondoka naomba nione mikono ya mashemasi. Aa, sasa kama mashemasi wote wapo. Sasa wazee, mimi na Mzee Rohi tutakaa line ya huku, Mzee Mtani na Mzee Msafiri watakaa laini ya huku wakitushika mkono tunapoondoka kuelekea nyumbani wakitutakia baraka njema za Sabato. Bwana walinde hadi tutakapoonana kesho. Amina. Tunapoondoka fundi mitambo tuwekee wimbo wa kutokea.